Tumtafute Yesu. Je, wewe una mamlaka? Kama hauna, kitabu cha Mathayo 28:18, sikiliza. Yesu akaja kwao akasema nao, Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, akawaambia, mamlaka yote nimepewa mbinguni na duniani. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi sasa endeni ulimwengu wote. Kwa hivyo, ya kwanza ya nabii wa mwokozi wa ulimwengu mzima ni kwamba Yesu ana mamlaka, Muhammad ana mamlaka. Sehemu ya pili yetu sisi kama Wakristo ambao tunasema kwamba Muhammad hawezi kuwa mwokozi wa ulimwengu mzima. Ni Qur'ani sura, sura, sura, sura ya 46 aya 9. Sikiliza sasa, naingia kwa mada sasa. Ndio ujue. Haina tatizo. Hizo zinatosha kumuinua Yesu. 46:9 inasema. Inasemaje? 46:9 kwa wale wanaonukuu inasema, eh? 46:9 inasema, Mimi si kiroja mpya katika mitume, wala sijui nitakavyofanywa mimi wala mtakavyofanywa ninyi. Muhammad hajui atakavyofanywa, hata wafuasi wake hajui watafanywa nini. Sasa hawezi kuwa nabii wa ulimwengu mzima. Sasa tumuulize Yesu, je, wewe unajua mahali pa kutupeleka? kitabu inasema, Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kabisa, maana nyumbani mwa Baba yake mna makao, mama, anawaambia kwamba hajui atakavyofanywa, hata wanamfuata hajui atakavyofanywa. Je, swali, hata wewe mwenye akili timamu, wa kupata hapo ni nani? Maana yeye mwenye akili, hajui atakavyofanywa. Sasa sikiliza tatizo la kumpata mtu ambaye hajui atakavyofanywa. Je, matokeo ni gani? Kurani sura kumi, aya ya 104. Sikiliza. Kumi, mia na nne. Hey, unaweza kusoma maelezo yake pia dakika ni moja. Haya, soma soma hiyo. Kumi mia na nne inasema. Soma, na kwa sababu ya muda. Inasema eh, Maelezo ni ya kumi mia na nne uh -huh. ina inasema. Inasema aje? uh -huh. Inasema, Zinatajwa hapa, Zinatajwa hapa Kawaida kubwa za kuitakidi na kufuata ndipo uwe Muislamu wa kweli. Sawa? Mama.